Wakazi wa eneo la Mabera katika kaunti ya Migori wameitaka serikali ya kaunti kuhakikisha kuna upatikanaji wa maji katika kichinjio cha Karuma. Wakiongozwa na Hesbon Marwa, wakazi hao wanadai kuwa kichinjio hicho kinakosa huduma muhimu kama maji, jambo linalowalazimu kutumia maji ya mabwawa ambayo si salama kwa afya. Wakazi hao wametoa wito kwa serikali kufunga vichinjio vya kibinafsi visivyo na leseni na badala yake kuimarisha kichinjio hicho cha umma ili kuongeza mapato na kuwapa ajira vijana. 21. Sisi kama wana, wana karamu, hii silota haijawekwa kulingana vile ilikuwa tunaitarajia. Ngombe zinachinjwa hapa ni ngombe mbili, ngombe tatu na tunajiita kwamba ni county, ni county, ni slota ya county. Kuna vichinjio vidogo vidogo ambavyo ambavyo vinafanya kazi hapa ambavyo hata vina leseni. Tulisema kwamba vichinjio vyote ambavyo vina meet standard ambayo ya kufanya kazi hapa, ya kufanya standard ya, ya kuchinja ngombe zifungwe, vichinjio vyote vihamishwe kuja Kuja kwa hii, kwa hii chilota. Maji ambayo tunatumia ni maji chafu kutoka hapa ndani. Lakini maji yanaoza pale chini, eti pump ya 70,000 imekosa kuja ku-raise maji. Tulikuwa tunataka tanki yetu iko nje, hii iwe ya slot. Hii tanki ni na, ning, na nyingine ndogo sana. Haitoshi maji yenyewe hata kuosha hapa ndani. Ukiona hata vile wa, ukija hapa nyama vile zinavyoosha hapa ndani. Hata health, si juu ni wa health gani wanakuja kufanya kazi hapa ndani. Watu kama mia moja ambao tunataka watu wafanye kazi hapa ndani. Lakini tunachokuja tunapata ni watu watatu wanne, ng'ombe ni nne zinachinjwa. Watu wanaangalia vijana vile wamesimama wa hapa. Hawana kazi. Ukija hapa asubuhi maji inaletwa kutoka kwa damu, ndio inakuja kutumika hapa, of which hiyo maji kwa kusema kweli si mzuri sana. Hizi ngombe zote zingekuwa zinachinjwa hapa, kwa kusema kweli tungekuwa na vijana wengi wale ambao wangeweza kupata ajira hapa ndani. Hao wafanyakazi ni wawili tu, hata wao wenyewe mkiwapata hawakumbuki walilipwa mwisho lini. Wako na familia wako na watoto wanaenda shuleni, lakini hawalipwi. Imekuwa kitega uchumi kama magavana wote wenye wanakuja. Ndio hii hapa tunachinja ng'ombe moja kuanzia asubuhi. Watu wanasumbuka tu hapa. Na kama ukweli kabisa eti kichinjio iwezi kufanya kitu yoyote. Tufanye maendeleo mengine humu ndani. Tunaweza amua hata kulima huku ndani mahindi. Tuko tunauza sehemu zingine. MC akikuja hapa atatuahidi, kitatengenezwa. Nitakitengeneza, nitahakikisha. Mbunge akikuja anahakikisha, nitakitengeneza. MP akikuja, governor akikuja. Sasa hii tunasubiri misimu ya siasa ndio tusikie hadi